Sasa ya mwisho ndio hili kwamba msajili amesema hamtambui katibu mkuu cha wa chama chetu, hatambui wajumbe wa kamati kuu ya chama chetu. Mimi nakwambia msajili, wewe huhitaji kumtambua katibu mkuu wa chama chetu. Sisi CHADEMA tunamtambua katibu mkuu wa chama chetu. Huna uwezo wa kututeulia nani awe katibu mkuu wa chama chetu tunaelewana vizuri. Msimamo wa chama chetu, katibu mkuu wa chama chetu atateuliwa na mwenyekiti kama katibu inavyosema. Kama kuna mtu ana malalamiko, akate rufaa kwenye mkutano mkuu. Sisi chadema hatutabadilisha chochote kati ya yale tuliyoyafanya kwa maelekezo ya msajili. Tumemaliza, tumefunga. Akitaka aifute hiki chama kama ana uwezo huo, sawasawa. Serengeti, Mnasemaje? Ndio, mnasemaje? Wangapi naunga mkono msimamo wa chama? Nyosha mkono. Kwa sasa, wewe jaji Mtungi, kama una nguvu, ifute CHADEMA. Sawa sawa, usitake kutupiga mkwara. Sisi tutoko hapa ke kuni hai, tunaelewana vizuri. Tumezaliwa mara moja, tutakufa mara moja manana anatutisha. Alikuwepo Magufuli alikuwa anapita mpaka majani.